Alright. Katika shughuli yetu ya usiku wa mbunye tumebahatika kukutana na mtu ambaye mimi kiukweli siwezi kusema yeye ndo atasema ni nani. Wewe kwa macho yako unaona huyu ni nani? Eti wewe ni nani? Nania kaya kitoka Siwa unakuja wewe? Ya, kitoka. Baba mmoja mama mmoja. Nadura anakuja nafasi gapi? Dula ni mdogo wangu mimi wa tatu. Wa tatu. E, kutoka Siwa. Eh kutoka Siwa ni mimi hapo, anapata mdogo wangu wa kike tena, hapo ndo kabila. Dula ni wa mwisho. Hapana, wa kike wa mwisho. Kwa hiyo katika familia yenu Dula ni mtoto wa kiume? Wako wawili tuko sita. Ampo sita. Watoto wa kiume ni wawili, wa kike ni wanne. Kama mtoto wa kiume ndo maana huyu dada wake mdogo wake na Siwa tunasema Siwa kwa sababu Kombolela imeweza kulifuta lile jina la Amina. ni kweli, ni kweli. Siwa ni Siwa ni Siwa sasa hivi. Ni ni unajisikiaje kuona sista yuko kwenye nafasi ambayo yuko sasa hivi? Uh, kiukweli, aa mimi nashukuru sana, nafurahi na, kwa sababu dada yangu alianza mambo ya sanaa muda sana, sana. Eh, oh, yeah. Hey, lakini I'm hakuna mtu ambaye anakuwa amejua kipaji chake au karasa yake anapenda ni nini avuri ha, ha, amejua kwamba nikichukua mina ni moja sehemu fulani anafika, sababu nakumbuka zamani watu walikuwa wanafananisha aa naaaar enyeua sehemu, lakini pia alipopelekwa kwenye Gombolela ameweza kufanya vile ambavyo alivyoambiwa afanye. Kwa hiyo kweli anajitahidi sana. Najivunia sana kuwa na ndugu ambaye hapo mimi sio mtu wa mitandao sana. Yeah. Yani, sana. Hata kwa dura ni ndugu yangu na furahi yeah, lakini sio sana mtu wa mitandao. Hivi kweli familia yenu inaamini ushirikina? Hamna, hamna. Kwa sababu mimi ninakiona <laughs> dura ushirikina uko mfukoni. <laughs> si wanae <laughs> watu ukipata

ana uko hapo kuingia ana yaoaana a ukkisijayani <laughs> Ah, japo ya kuna mtu mmoja mi na vikoba nimo mule ya ya vikoba yeye. Kwa hiyo taaluma ipo ndani yenu. Yaani sisi wote mpaka mdogo wangu wa mwisho naye ni msanii pia. Ni msanii, okay. Kwa kike na ambaye anaitwa Alija.

muvi zake zote nyingi tamthilia nyingi anazocheza wanamchezesha kwenye uchizi akili bovu, ni mtu wa kuwakawaka. Ndivyo alivyo kwenye familia, au hiyo karata ambayo anacheza? Kuna baadhi ya vitu alavyo, yani mcharuko ile, anapokaa kila mtu anajua pale, Amina yupo, aminayuo Amina anajua Amina yupo. Au kwenye familia ikitokea kama, yani lazima shughuli, simu tutampigia

ti eh. <laughs> nakuvuka kawe eh. alikuwa nakaa kawe atoto ah, eh. alikuwa nacheza amini chini ya dirisha la mpangaji wa nyumba yake. Yule mama baada ya kuambia watoto mpige kelele muondoke, akachoka, moja kwa moja kwa dirisha yani, lelao ajauliza akaamwagia dirisha. Sasa bahati mbaya alimwaga ukopo ambavyo tunaviona kilikuwepo ndani ya familia kushirikina.

lazima nitaokota, lazima uokote. Yani wala sikuomba, ndio maana niko hapa. Ela bodaboda nimepata, yani wala. Ndio maana leo niko hapa boda boda. Yani nitashukuru sana ndugu wangu, moyo wa kusaidia akesana ndugu zake kuja nyumbani, wewe aaia nyumbani

way, Dula anajua sana mimi mi mimi mwenye shabiki yake sana sana, mwenye yeah, shabiki yake sana una familia? Yeah, na familia, mama wa watoto wangu mama wa watoto watatu, watatu <tabu> <tabu> <tabu>

huyu huyu huyu aipo kwenye tasnia aipo kwenye nini, lakini ni ana msapoti ndugu yake, ndio maana yupo leo sana sana. Na na inshallah, shukrani sana, uwe na usiku mzuri, haina shida you are watching Metro Media TV. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.